Meti wa sauti na Willy Lusige kwingineko. Uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na mauaji ya watu wawili waliodaiwa kuuawa kwa kupigwa risasi na polisi katika kijiji cha Luanda. Mauaji haya yalitokea wakati wa makabiliano na wakazi waliokuwa na ghadhabu, huku nyumba kadhaa zikiteketezwa moto. Inadaiwa afisa wa usimamizi wa usalama kwa jamii alimshambulia mwanamume mmoja na kumjeruhi kabla ya kufariki wakati akitibiwa hospitalini. Taarifa za kifo cha jamaa huyo zilisababisha watu kumshambulia afisa huyo nyumbani na kuchoma nyumba yake. Chanzo cha hii mambo yote ilikuwa ni, ni kifo cha kijana huyu ambaye anaitwa Sidney Lihanda ambaye alikuja kukorofishana na mzee hapa kwa hili boma. Ilishuhudia umati wa watu wengi wakiwa na misoso na polisi, polisi ikiwa imemsulia mzee kumprotect na familia yake, na hiyo furuku haikuisha, ilizidi kukua nyingi. Sasa mimi nafanya kazi, nafanya kazi Akaniambia, du, usikuje ndugu yangu. Akakuja akaniita amekufa. Mimi nataka akitendeke, watoto wa mtoto wetu hawana wazazi peke yao.